Ya Jumapili mtazamaji, na katika kuelekea kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu Rais John Pombe Magufuli aingia madarakani, leo hii tunakuletea uh, moja ya matukio muhimu kabisa, wakati Rais Magufuli akilitangaza baraza lake la mawaziri. John Pombe Joseph Magufuli. Na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwenye baraza hili nitakaloliteua halitakuwa na semina elekezi, wataelekezana wao kwa wao humo humo ndani watakapokuwa wanafanya kazi ili hizi fedha zaidi ya bilioni mbili ambazo zimetengwa na utumishi, tuweze kuzielekeza mahali pengine, hata kama ni kununua madawati ya wanafunzi au zikasaidie kwenye elimu kwa wanafunzi watakaosoma bure na kadhalika. Tutapanga vizuri matumizi ya fedha hizo. na mtazamaji na sasa basi, tukusomee maoni yako ambayo umetutumia eh, katika ukurasa wetu wa Facebook na